Tumeshuhudia mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya elimu, uboreshaji wa mazingira ya kazi kwa walimu mmoja mmoja yamefanyika kwa namna ya, ya pekee. Mnikubalie tena niwahakikishie kuwa, ndugu walimu, serikali yenu ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaendelea kutatua changamoto za walimu, na hii ni kwa kuangalia nchi zote zilizofanikiwa hazijawahi kufanya chochote ili ziweze kufanikiwa bali zimewekeza kwenye elimu, kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha, na kama hakuna elimu ya maana basi hakuna maendeleo ya maana. Makamu wa Rais ameeleza vizuri kwamba mahali popote penye watu unaweza ukachelewesha barabara, unaweza ukachelewesha maji, unaweza ukachelewesha umeme, lakini huwezi kuchelewesha elimu. Maanake ni kwamba elimu inatangulia vyote kabla ya mengine. Na kwa kweli, kama unataka taifa lilo starabika, taifa linalopiga hatua kwenye maendeleo, usiache kuwekeza kwenye elimu. Na ukizungumza elimu katika utatu wake, utatu wa mtaala, utaini pamoja na udhibiti ubora, kote kwenye mnyororo wote huo, taaluma moja utaiona inajitokeza kila mahali, nayo ni uwalimu na kwa maneno mengine, hauwezi kufanikisha elimu kama una mwalimu bora, mwalimu anayependa kazi yake, mwalimu aliyemotishwa. Nataka niwaombe wale mnaowasikiliza walimu, kutoka ofisi zote, Ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Wizara ya Fedha, na wale wanaotoka ofisi kwetu, Ofisi ya Waziri Mkuu, Wasikilizeni walimu kwa utulivu, wavumilieni. Wakati mwingine atakuwa mgumu kuelewa, usimchukie, jua tu ni ile shida aliyonayo inamfanya akose subira. Wasikilizeni kwa wema. Wakati fulani ukiona haelewi, toka kwenye kiti chake, nenda upande wa pili, tatizo hilo liwe lako, ujiulize, ningekuwa mimi mwenye tatizo hili, ingekuwaje? lakini la pili, angalieni waliposafiri umbali mrefu kuja kwenu, wakiamini kuwa mnayo majibu mikononi mwenu, basi wapatieni majibu wakati wanarudi. Siwafanye waje hapa kupiga picha na kuondoka nazo, Joli lina majibu kwenye shida zao. Na kwenu walimu, toeni shida zenu kwa haki, kusema shida si dhambi. Na hapa makamu wa rais, nataka nikuambie serikali yetu kazi yake ni kusikiliza kila aina ya mtu, mawazo yake anasema nini, hata yale tusiyoyapenda ni wajibu wetu kuyasikiliza, kwa sababu tumepewa dhamana ya kusimamia maslahi ya watu wengi. Kwa hiyo semeni shida zenu, na wakati wote msijione duni, oneni kuwa nayo serikali, ambayo ndio maana nimekuja hapa, vinginevyo nisingekuja. Ni kwa sababu tunaamini tunaweza kuwapatieni majibu kwenye shida mlizonazo.